Kwamba uh, wanakuwa na muda mwingi uh. sa, sa, sababu ya pili, hoja nyingine ya pili kwamba wanakuwa na muda mwingi wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, kwa hiyo atasikiliza, atatunga, atahadithia na ataweza kumfundisha mwingine. Sasa mpaka akamsikilize babu asubuhi, sijui jioni, mara kesho yake anza akatafsiri, mengine aelewi, inakuwa na ukale mwingi zaidi. Kwa hiyo tunahitaji AI zifanye kuwa, tuziweke katika hali ya sasa, ili vijana waweze kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Na hoja nyingine ni kwamba AI itawawezesha kuvumbua vitu vipya Mfano, kuweka hadithi katika maumbo mbalimbali, anaweza akaifanya ikawa ya sauti, anaweza akaweka video na vitu kama hivyo, tofauti na kuwategemea watu. Na ndio maana unakuta sasa ule, tunatoka huko katika zama za kale, sasa tunakuja katika usasa, ili AI sasa uweze kufanya vitu viendane na wakati uliopo. Na kwa vile vijana wanapenda mambo ya papo kwa papo, AI itawafanya watunge hadithi kwa haraka na wakamilishe na kusimulia bila kupoteza wakati, na vile vile Uh, vijana wanapenda uhalisia, hivyo AI itawasaidia kutunga hadithi zinazoendana na mambo ya sasa badala ya kujikuta katika ukali dhima ambayo, fask, ambayo mba, na waswasia, mba, ni nafasi ambayo ndio neamu ya msingi kwamba pamoja na kwamba tuna wasiwasi ya kwamba kama nilivyoeleza kwenye utangulizi ya kwamba dhima zinabadilika dhima zinapotea kinachobadilika tu ni hadhira na mazingira, lakini bado dhima ni zile zile. Kwa mfano, napozungumzia habari ya kuhamasisha jamii kufanya kazi, nimeeleza katika hadithi iliyotangulia, na vile vile kuonyesha masuala ya mabadiliko mbalimbali, masuala ya burudani, kutunza maadili. Nitaeleza nta, nta, hadithi ya pili ya sungura ambayo nimeambia, na kudumisha tamaduni mbalimbali zilizomo katika jamii aa, na kukuza umoja na ushirikiano, kwa mfano katika hadithi ya sungura, na vile vile kutenga kujenga usikivu, umakini, udadisi miongoni mwa vijana. Hii kuna hadithi niwaambia kwamba katika usafirishaji, nimesema nitatumia hadithi mbili. Kwa mfano hadithi ya sungura, hadithi ya sungura ina vitu vifuatavyo kwamba kwa, kwa jamii ya Waha wao sungura ilikuwa ina uh, na wana, wanamtumia kama ni mnyama wa kitamaduni kutunza mambo ya desturi zao na wanapomtaja sungura, unajua kabisa kwamba kuna kitu kinakuja kuzungumzwa, na hasa zaidi masuala ya haya juu uh, kuna jopo jana ambao walikuwa wanazungumzia mambo ya mila na desturi, mambo ya jando na unyago na vitu kama hivyo. Sasa kwenye suala la sungura, sungura yeye amekuwa ni kiashiria ambacho kinawawezesha jamii ya Waha kuweza kumwamini na chochote anachokisema, wanaamini si sungura kasema na nika, nika na nilipokuwa naenda ku uh, ni, wakati na tafiti hizi nilipozikusanya, nikaona habari za watu wengi katika jamii zetu ambao nabio maana wakuta sungura mjanja kumbe, hmm, mm, ndo maana sungura mjanja alitoka hapa, kwa sababu kitafuta ujanja wa sungura katika maisha halisi hana ujanja wowote, lakini katika fasihi alichorwa kama sungura mjanja, maana huwa na utafuta ujanja wake na, upo, na, na ukosa, kwa sababu kwa mfano ukiangalia katika masuala yote, binadamu viumbe wote wanaozaa viumbe wote wanaozaa huwa ni wakali sana kwa watoto wao. Ng'ombe wa jamii za wafugaji ng'ombe, kama amezaa, mbuzi, mbwa, ukigusa kitoto chake hakuelewi. Wengine angalia, kuku anakudonoa mpaka macho atayatoa, hivyo anakuwa ni mkali kwa ajili ya kuwalinda watoto wake. Lakini sungura utakula na anakusogezea, na wengine panya, sijui hawa mbuku wanaingia kwenye banda wanakula wa, wa watoto wote, na yeye yuko pale anaangalia tu. Yaani ukakuta mpaka damu zinamwagikia wala hata afurupiti wala apigi kelele. Sasa ni hivyo katika ulimwengu halisi natafuta. Ujanja wake ni nini? Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinaendana katika uh, uh ujanja katika kum, kumchora hivyo swala la upole na kuaminika kwamba anaaminika katika jamii ya wa kwamba anatuza tamaduni na wakisema kitu kimesemwa na sungura kila mtu anaamini. Sasa hadithi moja ambayo ina swala la usikivu na swala la kudumisha mila na desturi kwamba hadithi ya Waha wanazungumzia masuala ya kuvunja miiko kwamba sungura alikuwa yeye ni mfalme. Alipokuwa mfalme katika jamii yake, akawa anahitaji sasa, yale mambo ambayo huwa tunayasikia kwenye simulizi mbalimbali, kwamba mtu amemwoa mtoto wake wa kumzaa mtoto ana mahusiano ya mapenzi na baba yake, sijui na mjomba wake, hivyo vitu ninavyosikia, sema mama yangu vitu havijai kutokea. Okay, yeye yeye, i sasa, katika jamii ya Waha, hiyo hadithi inaonyesha kwamba sungura alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa anatawala katika vijiji vitatu. Sasa wakati wa uongozi wake yeye alikuwa na mke mmoja, lakini alizaa watoto wa, wa, watoto saba. Katika watoto saba wanne walikuwa ni wa kike na watatu wa kiume. Sasa mmoja wa kike alikuwa ni mzuri mno, alikuwa ni mzuri sana katika jamii ile, mpaka watu waliokuwa wanataka kumwoa anawatoza mahari nyingi ili washindwe kumwoa kwa sababu namalizia, namalizia a, a, ili amtoze a, a, a, anawatoza mahari nyingi ili washindwe kumwoa yule mtoto, kwa sababu sungura alikuwa anamtaka yeye mwenyewe. Sasa akasema, kwa sababu mimi ni mfalme, nitamuoaje mtoto wangu? nitakuwaje na uhusiano wa mapenzi na mtoto wangu? Sasa alichofanya akapiga mbiu, wakapiga akamtuma kiongozi wake, wakapiga kengele, ni ngoma ngomezi, wakapiga watu wakakusanyika kwenda kwa mfalme, kuna jambo. Walipokusanyika akasema, nimekuja kuambia jambo moja, mimi ni mfalme wa nchi hii, mambo yamebadilika kwamba hata wenye watoto wao wa kike wanaruhusiwa kuoa. Kwa hiyo hakitakuwa ni kitu cha ajabu, mimi kama mfalme nimewatangazia kwamba hili swala linaruhusiwa kuanzia hapo. Na yeye akajiachia kwa mtoto wake, akaanza ndo akamuoa mtoto wake, akawa ni mke wa pili. Sasa katika masuala ya masuala mbalimbali ya tamaduni ubomokaji na suala la kutunza tamaduni na mila na desturi zimetunzwa katika hadithi mbalimbali. Kwa hiyo vijana wanaposikiliza kuna vitu ambavyo wanajifunza swala ya mmomonyoko wa maadili na vitu sambamba na hivyo. Aa, na malizia kwenye mapendekezo. Katika mapendekezo yanapendekeza vitu vifuatavyo, kwamba zifanyike zitiada za kuziweka hadithi ziwe za kidijitali ili vijana waweze kuzipata kwa wakati wanaohitaji Isiwepo swala la kupangiwa muda kwamba zinasimuliwa jioni na babu a a, iwe abila pia, ibadilike, anaweza kusimulia ni mtu yeyote, maana hata ikishawekwa katika sauti, basi ile AI inakuwa ni kama ndiye mwalimu, ndiye msimulizi, basi anakuwa na uwezo wa kuweza kuoji maswali na kuuliza chochote ambacho hajaelewa, na AI anamjibu ya tofauti. Na akiwepo mtu mzima, wakati mwingine anashindwa hata kumwoji mtu mzima, anaogopa, anasema, babu, mbona maswali yamekuwa mengi, mtoto unanichocha. Ana maswala kama hayo lakini vile vile hadithi ziegemee mandhari ya kikale kama ilivyoeleza, iweze kupatikana muda wowote na wakati wowote, na maudhui ya hadithi yawe ni ya yale yanayoendana na vijana, ili tusiweze kuacha nje, kuwafungia nje ya tamaduni na usimulizi. Vile vile lugha ya kisimulizi ziwe a, zinatumia lugha zile ambazo zinapendwa na vijana, ili kuweza kuwapa morali kuweza kufuatilia hizo hadithi bila msukumo wowote na vile vile hadithi za kikale kama vile za sungura, za fisi, za utoro shuleni na vitu kama hivyo ziwekwe katika mwonekano wa kisasa katika tamaduni husika, ili kuweza kuendelea kuwavutia vijana waendelee kuzisikiliza na kuzitunga pamoja na kuzisimulia. Kwa hiyo AI ndatakuwa mwanafunzi mwenza wa kujifunza. Uh, itimisho uh, kwamba kumekuwa na jamii uh, kumekuwa na jamii ya vijana wanaoendana na teknolojia kwa kasi, hivyo hatuna budi kuwajengia mazingira rafiki ya kuwafanya waitumie teknolojia hiyo katika kufuata misingi na taratibu za kijamii na kitamaduni husika. Na badala ya kuendelea kulalamika kuwa vijana wasikilizi hadithi, vijana wameziacha, vijana wanapotezea, kwamba morali umepungua basi tunapaswa kujua ni kwa nini hawapendi hizo hadithi za Kiha na kwa nini wanazikwepa kuzisikiliza, kwa nini hawana morali nazo? Jibu ni kwamba wanaziona zimepitwa na wakati, kwa sababu zinatumia ukale katika kutungwa na kusimuliwa na kuwekewa muda maalum wa kuwafunga vijana katika eneo fulani, wakati wao hawana muda wa kusimulia na hadithi. Ni wakati sasa wa kuzifanya ziendane na kizazi chao maudhui yao, ili kuwapatia kile ambacho kina mwonekano wa sasa. Bado dhima za hadithi za Kiha kwa vijana ni zile zile. Shida ni usasa katika hadithi hizo ambazo unacholewa kuzifikia hadithi hizo. Asanteni sana kunisikiliza.

Okay. Kwenye suala la nadharia hapa nilifikiria nadharia mbili, lakini baada ya kupitia kazi na kupata semina wakati nafanya kazi ya AI nikaona napaswa nipate nafasi nyingine ya kufikiria nadharia nyingine itakazozifumbata. Cha kwanza nilifikiria, mwanzo kabisa nilijumuisha hata makala yangu nzima ilijumuisha nadharia ya usosiolojia na utendaji. Lakini katika utendaji nimeona kwamba utendaji unaweza ukabaki, lakini nitafute nadharia nyingine ambayo itafumbata hadithi na vizuri AI vizuri, kwa sababu niliona ya usosholojia ndiyo inaingia, lakini kuna baadhi ya vitu vya kiai kia vitabaki nje. Kwa hiyo bado nahitaji kujifikiria, lakini ya utendaji itaendelea kufanya kazi, kwa sababu katika utendaji kwenye mhimili ambao nilijegemea kwazo kwao ni kwamba katika mati, maneno tunayoyazungumza yaguse Ma, a, maneno tunayoyazungumzia yaguse matendo halisi tunayoyazungumzia katika ulimwengu halisi, na vilevile mpito wa wakati ndio ambao unaifanya jamii iweze kubadilika. Kwa hiyo nilijikita katika mimili miwili ya nadharia ya utendaji, ila sikuizungumza kwa sababu ya nadharia, lakini ya usosiolojia na uwezo wa kuibadilisha ili niweze kutafuta nyingine ambayo nitaijumuisha ili iweze kufumbata vizuri a, dhana ya AI katika mazingira halisi. Swali la pili Uh, nadharia kwamba amesema hadithi uh, zinavutiwa kwa sababu ya uh, zinavutiwa watu wanavutiwa hadithi kwa sababu ya uhalisia ndiyo. Je, ni kwamba je, uhalisia utafumbatwa vipi katika hadithi? Uh, ni kwamba tunapozungumzia swala la uhalisia ni kwamba na ndio kitu ambacho nimejiegemeza zaidi kwamba unakuta mimambo halisi yaliyokuwepo yapo na yataendelea kuwepo, lakini suala la uhalisia tunahitaji kugusa usasa ambao kwa sababu hii inalenga vijana ambao wanalalamikiwa kwamba wameya, wameacha masuala ya kihadithi. Sasa na lengo kubwa ambalo limenifanya katika kutafiti hili ili jambo ni kutokana na mabadiliko ya kisayansi ambayo yanaonyesha kwamba vijana wanajiengua katika baadhi ya vitu kwa sababu haviendani nao. Sasa katika uhalisia, ndiyo mapendekezo yangu kwamba maudhui yanayowekwa katika hadithi hizi sasa yawe ni ya kisasa, yaendane na vijana, kwa sababu tukizungumzia masuala ya uchoyo yapo, masuala ya ukewenza yapo sawa, na masuala ya mmonyoko wa maadili yapo ni swala kwamba mambo ni halisi ni halisia. Sasa swala ni katika kuliweta katika usasa, ili yaendane na teknolojia ambayo inaendana na vijana, kasi ya vijana, ili vijana wasiachwe nje, kwa sababu ukimwambia leo kwamba akae leo aanze kusikiliza hadithi babu jioni, kwanza jioni wapo wameshafika nyumbani, wapo tu, bado yuko kwenye miangaiko ya, ya utafutaji. Kwa hiyo sasa ndio maana nikatoa mapendekezo ya kwamba zinapowekwa katika kidijitali itakuwa ni vizuri zaidi, wao watakuwa wanazipata popote wanapokuwa ana, msimulizi atakuwa ni yule AI mwenyewe anayesimulia na anakuwa yuko huru kuweza kujibizana naye. Kwa hiyo uhalisia huko pale pale, zinaendana na uhalisi, kwa sababu mambo yaliyopo yanayosimuliwa katika hizo hadithi ni mambo ambayo yalikuwepo yapo na yataendelea kuwepo, ila swala ni kulipeleka katika usasa, kwa sababu yanayosimuliwa ni yale ambayo yamo katika jamii zetu. Sijui nimekujibu vizuri sana.